Ambayo kiuhalisia binafsi huwa sikubali kwamba watu wenye ulemavu yani, wao kwanza hawawezi mm. ni watu ambao kwanza kuwachukulia poa ni kawaida yetu, kwa dharau, kuona wao kwenye jamii ni kama mkosi, na hicho ndicho ambacho kilimsibu siku moja alipokuwa darasani mchungaji huyo, ambapo profesa alitoa assignment na assignment hiyo ika ilikuwa ni ilikuwa ni ex e, ilikuwa ni quiz. Quiz hiyo ilipotolewa, mchungaji huyo akafanya na kaibuka kuwa mshindi. Watoto, mnafahamu kuwa washindi e, tunafahamu sisi kuwa washindi. Akaibuka kuwa mshindi, yani akapata alama za juu zaidi kuliko wengine. Sinishangae leo nazungumza na watoto alafu nazungumza na mshiriki wa UDOM West Social, haleluya e. Tungekuwa sisi kama sisi, tungezungumza lugha ambayo inaeleweka kwetu, lakini leo ninao watoto wazuri, natamani tubarikiwe nao, haleluya e, lazima tubarikiwe nao kwa pamoja. Sasa mchungaji huyu, baada ya kuibuka kuwa mshindi, profesa akatumia kauli fulani hivi ambayo kiuhalisia alitoa kwa namna ya ajabu sana licha ya darasa zima kumshangaa kwa nini ametoa hiyo kauli. Pasta Ronson, ambaye ni mhusika mkubwa wa hiyo kauli, kauli hiyo ilikuwa ndiyo inampongeza kwa sababu ya kufanya vizuri, lakini ilikuwa inambeza, ilikuwa inanyanyua kama mshangao fulani hivi hii kumbe watu kama hawa bwana itina wao bwana wanaweza mm. Ashumu wewe ndio kiziwi, alafu naambiwa kauli kama hiyo, au mtu anakuita e, mtu anaita ngoelo ni kiziwi, halafu sasa aafu ni kiziwi. Kumbuka mtu anasogea kwako kwa kwa, wewe ngoelo, utajisikiaje? Ashumu kwamba kanisa zima wewe ndio ngoelo, yani unajisikiaje? unamwambia mimi kusikia sifuri, lakini yeye hawezi ha hakuelewi, anaendelea tu kukuita. Unajisikiaje una, una mi sinakuuliza we, muumini ambaye unanifuatilia, unajisikia vizuri vibaya? Kwa kuna wakati fulani unaweza ukafanya jambo fulani wewe uliyedifanya ukaliona kuwa ni la kawaida sana, lakini uliyemfanyia akakuchukulia tofauti. Na hii ndiyo nature ya watu wengi wenye mahitaji maalum. Tumekuwa na notion flani hivi kwamba sisi na sisi, kumbe tunapaswa kuheshimiwa na kutambulika katika kanisa kama anavyotambulika mtu wa kawaida. Haleluya! Yani, inamaanisha hivi mtu mwenye mahitaji maalum anayo nafasi ya kufanya chochote kile ambacho wewe unaweza ukafanya, hmm. kwani unakataa? si ni kweli? E, ni kweli ni kweli, ni kwa... kwa mfano mimi asieona, si ndio? mimi si ni asieona Mim... ah, sioni vizuri, namaanisha ni asieona, natumia maandishi nundu aina hii, kwa hiyo ina changamoto ya kutokuona vizuri. Sasa katika hali yangu hii ya kutokuona vizuri, mtu anaweza akachukulia kwamba huyu mtu kila kitu ni wakufanyia, alafu huyu mtu nikiwa naenda ugenini, huyu mtu ni wakumwacha room. huyu mtu wakija wageni nyumbani, huyu mtu kama sio wa kutoka kabisa hapa nyumbani, ili wageni wasije wakajisikia vibzu, vibaya. Hizi ni tamaduni ambazo zilikuwepo hata zamani, kwamba enzi za wana wa Israeli, watoto w wa Walawi ambao wanatajwa kama makuhani, alikuwa haruhusiwi mtu yeyote ambaye ana kasoro kutumika ndani ya hekalo la Bwana katika nafasi ya ukuhani. Bwana Yesu asifiwe. Ninakukumbusha tu hata Yesu alipokuwa katika huduma yake, alipokutana na vipofu, walikuwa wanawakuta kwenye mazingira magumu sana. Alipokutana na wale wagonjwa ambao ni watu waliopooza, tunafahamu kile ambacho kilitokea. Jamii ilikuwa haichukulii watu wenye ulemavu kama watu ambao wanapaswa kuishi ama wanastahili kuishi katika jamii. Sasa mchungaji huyo, baada ya kauli hiyo ku kutokea. Ah, Pasta alijisikia vibaya sana. Kwa bahati nzuri, darasa lake walikuwa wanampenda sana. Rafiki yake mmoja akamfuata baada ya kipindi akamwambia, rafiki ulijisikiaje na ile kauli? Mimi binafsi sikupendezwa wala sikufurahishwa nayo. ah, yule, yule mchungaji akasema, binafsi sikujisikia vizuri, na kwa kweli hapa lazima nikutani na mhusika nitazungumza naye, tutaongea, naamini kila kitu kitakaa sawa, maana mwisho wa maongezi yetu tutaomba pamoja. Mchungaji alifanya hivyo, kabla prof, profesa haja hajarudi kwenye majukumu yake mengine, mchungaji yule akamfuata akamwambia, mwalimu le siku zi, siku ni kwamba Sauli ikuwa ni mfalme mmoja, mfalme mmoja ambaye alitawala taifa la Israeli. Mfalme Sauli aliendelea kuishi katika taifa hilo la Israeli kama mfalme, lakini baada ya Mungu kumpata mfalme mwingine, kijana mdogo sana, alijulikana kwa jina la Daudi, yule ambaye alilipiga lile limkaka li, li, lirefu lile mkaka lilefu lilefu kupita mimi lilefu kabisa, linaitwa linani? Lile nani mnikumbushe, linaitwa linani? Ligoliathi. He, kale katoto bwana kadilipiga Ligoliathi kikiwa kadogo. Sasa haka ndiko kakaja kuwa kafalme kanaitwa kanani? Kadaudi. Ni mtu ambaye hakuwa nafaa kabisa kwenye jamii yake kwa sababu zifa. Mfalme uh, Sauli we fahamu na kuona. Sasa Mfalme Sauli kutokana na ule uadui ambao ulikuwepo pale, ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kile kizazi chake chote kiliamini kwamba Daudi akishakuwa mfalme tumeisha. Lakini Daudi kwa upendo akamwambia Ziba, nenda pale kwenye. Na hii imekuwa sehemu ya mvuto na mguso mkubwa kwa sababu uh, wengi wameokolewa na kujivunia kuwa ndani ya zizi la Bwana. Haleluya. Na huu ndio wito wa idara hii kwa kanisa kwamba tufanye huduma kwa makundi kama haya. Haleluya. Kumfikia kila mtu ni hoja ya msingi sana ambayo kila mtu anapaswa kuifanya. Pili tisa, utaonekana kwa itaonekana kwamba meza ya mfalme imeonekana mara nyingi sana. Hili ni fundisho kubwa kwamba tunapofanya haya yote, tunapofanya matendo mema hapa ulimwenguni ni maandalizi kwa ajili ya kufanya matendo mema ama kufanyiwa mema na Yesu Kristo katika ile meza ndefu, meza nzuri ya vioo ambayo inapatikana mahala pekee, sehemu moja tu huko juu mbinguni. Haleluya! mimi natamani ku, ku, ku, kurithi, eh, ufalme wa Mungu, na ili ni urithi ufalme wa Mungu ni lazima nifanye kile kinachonipasa ninapokuwa hapa duniani. Kuna wakati Yesu Kristo atawauliza wale watu kwamba, ehe, hem, naambie wewe, ulifanya kipi? Kwa sababu nilipokuja kwako nilikuwa na nini? Nilikuwa na njaa, nilikuwa na njaa, mimi tumboni ilikuwa ni sufuri, lakini mbona hawakunipatia chakula ule muda? Ambao mimi nilikuwa, nilikuwa uchi, nilikuwa uchi, sina nguo we hata ukunivisha chaku ukunivisha eh? Kunivisha nguo, nilipokuja kwako kama mgeni, we hata ukunikaribisha. Alafu nataka leo uingie mbinguni, unaingia kufanya nini, we. Ondoka, sikutambui. Mimi sitamani hiyo kauli inikute, lakini naamini yuko rafiki hapa na mwingine ambaye anatutazama huko anatamani kuiona ile kauli ya kusema kwamba ingia kwangu, ewe mteule, ewe mbarikiwa kwa sababu nilipokuja kwako, nilipokuwa na njaa ah, ulinipatia kile chakula. Nilipokuja kwako nikiwa na kiu, wewe ulinipatia maji, nikanywa, nika enjoy nikafurahi, nika nili, nilipokuja kwako eh, nilipokuwa eh, natamani na, na, na, na, na, na, na, na kukaa hapo kwako kama mgeni, wewe ulinikaribisha, sasa ingia katika ufalme wa Mungu, ufurahi Injoi na mfalme wako. Mimi natamani kuishuhudia kauli kama hiyo, kwani wewe, kuishuhudia unatamani, kuishuhudia unatamani, kuishuhudia ili ushuhudie kauli hiyo, ni lazima uungane nami katika idara hii ya Adventist Possibility Ministry. Unaungana nami kwa namna gani? Unaungana nami katika kushiriki, ama kutoa huduma kwa watu wa namna hii wasijihisi kwamba wao wako wapweke, hawatambuliki na hawaheshimiki katika kanisa, bali waenjoy na kufurahi, watambue huduma ndani ya kanisa la Mungu, nao waurithi ufalme wa Mungu kama ambavyo wewe unatamani kuurithi ufalme wa Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe. Marafiki hapa siwaoni, ah, sio siwaoni tu ni, natamani niwasikie wale marafiki zao wakisema amina kwa niaba yao. Mnasemaje kwa somo zuri? Yeah. Wow. Ni ni nitoe ni, ni wito wa mwisho kwamba katika somo hili zuri ambalo tumejifunza, ninaamini kabisa kwamba umeguswa na kubarikiwa. Lakini natamani kuwa mba chango na kwa namna yoyote ile iliyo njema. Baba mwema na mtakatifu, Mungu uliye mbinguni, tunafurahi kwa sababu unatupenda tunafurahi kwa sababu umetambua na kutuelekeza kwamba kumbe na sisi sio tofauti na watu wengine, mimi ni kama yule yule tu ambaye ananiona kila siku na kunichukulia tofauti, kupitia somo hili kila mmoja akatambue kuwa yeye ni wa thamani, unampenda na unamjali. Tufanye wote kutumika katika idara hii ya Adventist Possibility Ministry, lakini fanya huduma hii ambayo inafanywa na watoto wako kutambulika kwa watu wasiokujua wewe, ili kupitia huduma hii wakakushuhudie wewe na kukutambua kuwa wewe ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Yuko rafiki ambaye anatutazama kupitia Caring God TV pamoja na Lumala Hope TV, mbariki popote huko aliko, mbariki na wakamtunze, kwa ajili ya utukufu wa jina lako tunapofunga vipindi hivi na kupata mapumziko. Bwana Yesu asifiwe! Bwana ni mwema na wakati wote. Wangapi wamebarikiwa na ibada hii ya leo? Sasa, kama umebarikiwa, fanya jambo hili ninalokuambia. Usitoke ujapata rafiki hata mmoja kwa watoto hawa. Haleluya! E, yani kuna salimia tu kawaida, sindio e? Kawaida kabisa, mzima, mambo hivyo tu, unapata rafiki. Alafu saa nyingine si lazima ujue ABC mpaka useme jina lako, unaweza tu kamwonyesha alama, yani kwamba huwa wanatambuaga kwa alama, kama unaweza ukasema labda kama uko uko amini wengine wa, wa, wa kiume hivi kama una ndevu ndevu nyingi naweza ukamwambia mimi jina langu nafanya hivi yeah. Yani anakujua kwamba wewe akikuona tu anakuita hivyo tu yani, sio lazima yani, unatafuta alama yako ya kipekee, sio lazima akujue kwa spelling sawa e, hey. Na hilo litakuwa jambo zuri kabisa sawa e. Bwana Yesu asifiwe wangapi e? Wananiahidi kufanya hivyo e, watatafuta rafiki si ndio? E, tafuta rafiki, usikose rafiki, usikose rafiki si ndio? A yeah. Na kwa namna hiyo tutabarikiwa zaidi, lakini kuna jambo moja la muhimu ambalo nilisahau hapo mwanzoni na ninaomba samahani kwa hilo. Wako walimu ambao walikuja pamoja na watoto hawa Aa, popote walipo tafadhali wasimame watupungie mkono. Bwana Yesu asifiwe na naomba kwa nafasi ya pekee, maana wao wanasikia vizuri na ndio ambao wanawafundisha, kwa hiyo watajitambulisha tu majina yao. Sawa eh, eh. Asante kwa wote mliofika katika sabato hii. Mungu awabariki sana. Jina langu naitwa Zakaria Francis Bohela ni mwalimu pale Dodoma Viziwi. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mwalimu Jionisia Ngili ule, nafundisha shule ya vizii Dodoma. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote ya, nafikiri situmeona e, hey, hao ndio walezi wazuri kabisa wa watoto hawa au marafiki zetu, situmeona vizuri sasa uh, kwa wakati huu Nafikiri nikaribishe VOW Voice of Wilderness kwa wimbo okay, Calvary uh, kwa ajili ya kututawanyisha kwa wimbo, lakini wakati huu sasa, wakati Calvary wanaimba, unaweza ukawa unatafuta rafiki e, ukiwa unatoka, unatokatoka pale unatafuta rafiki, unamsalimia maana hapa Mungu na awe pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Samahani, kuna tangazo moja lilisahulika la haraka tu. Tarehe saba mwezi wa sita tutakuwa so tuna changizo la CTF kwa mtaa wote wa UDOM, kwa hiyo tujiandae kwa ajili ya hilo. Mungu awabariki sana